Kuna mradi tunaokuja nao, mkitupa ridhaa. Kwa upande wa kilimo, kuna mradi wa umwagiliaji maji na udhibiti wa mafuriko kwenye bonde la Rufiji. Katika bonde lile tunakwenda kujenga mabwawa mawili makubwa, bwawa la Mbakimtuli lakini na bwawa la Ngorongo, lakini pia tunakwenda kutengeneza skimu ya kumwagilia hekta kumi na tatu elfu kwenye bonde la Rufiji. Kwa hiyo pamoja na wilaya hii, lakini nadhani na wilaya zingine nazo zitafaidika na mradi huu, na hizi kumi na tatu elfu zinatokana na hekta elfu sitini ambazo ziko kule za kumwagilia. La pili ni ujenzi wa zuio la mafuriko. Ile mambo ya mvua, roho ziko juu, tunaanza kukimbia. Wajukuu zangu sasa hayapo Mkitupa ridhaa na mkituchagua, tunakwenda kujenga zuio la mafuriko. Mkandarasi tayari amepatikana, gharama yake ni shilingi bilioni 245. Pamoja na mradi huu ni kilomita 90 za barabara na makalavaiti. Rufiji oye! Oh yeah.